Kwangu mimi vocha, miongoni mwa biashara ambazo zina mzunguko mkubwa sana wa biashara. Eh, ina mzunguko mkubwa kwa sababu hizo vocha hamsini unajua, unaweza ukauzwa kwa siku na zikawa chache hizi, hizo vocha hamsini za mitaomitano uh -huh. lakini pia itategemeana na sehemu pia eh, kwa mfano sisi pale mtaani pale kuna jamaa jama, japo jama, mimi na muda S not less than 2 or 3 years sijai kununua vocha kukwangua, niweze kama miaka miwili hadi mitatu sijai kununua hiyo vocha kukwangua. Lakini ule ule mgogo pale naona ya wana, tuduka, kipa, yani muda mwingi kwa mfano nikienda tu dukani kwake pale kununua hata maji yani nimeenda dukani mimi, nafuta maji, muda ambao mimi nanunua maji wanaweza wakaja tali watu wa, watatu pia, maana yule jamaa pale anauza anausa yanula kama anaroga basi. Mi endapo kama biashara ni uchawi na uganga, mi nahisi ni mtu na ambaye anaweza akanishawishi niingie ni, kwenye masuala kwenye masuala ya kuroga kwenye biashara, na nitamtumia yeye mganga wake. Siamini katika mganga mwingine kuliko mganga wa yule jamaa mgogo. Naroga vibamu kama <tipos> ba... kuloga vibamu kama sio kuroga, basi service zake ni nzuri, lakini pia kwenye service ndio service ni nzuri. muda wote mwanangu kifika pale, muda wote, kwa mfano, jioni sio saa kumi na moja, saa kumi hadi saa nne, hiyo mshikaji usiku anafunga, hamna kuka chini, kuka, muda ambao anapata kukaa chini kukaa muda kukaa

ntio wameloga wateja waje, sawa, wateja wamekuja. hmm. kwa sababu kitaalamu, mimi kizungumzia sayansi ya kuloga ku attract watu ni, ni kuwafanya watu waione ofisi yako, yani waipe priority ofisi yako kuliko ofisi nyingine ambayo inashindani mtu so, akiwaza tu kwa mfano wewe unanyoa mtu akiwaza tu kunyoa hmm. kitu cha kwanza kuwaze wewe ndio sababu kubwa ufanye, ndio kuloga. Una una unaweza una kusema, si kuwapumbaza, lakini sina kuwa neno ambalo makes sense sana, lakini naweza kutumia neno gani? kwa una unaingilia mfumo wao wa fahamu, mfumo wa fahamu wa wateja, wa ile ile ndio. Na hapo ndio, ngoja niende Sofia, ngoja niende Selena, mtu anajua kabisa Mbona nani, mbona hatupige sensi, kuna vyumba quality kubwa, lakini kwa mwambie, ngoja niende Serena, labda umeona bwana. Kwa hiyo they pay kwa, yani manake wana yani, wanaiharibu yani wa, yeye anacheza na, na akili yako, kwa anaharibu mfumo wako wa akili wa kufikiria. <laughs> si anauharibu, si anaurekebisha, lakini sikumtende neno lenye. Kwa hiyo anadili na mfumo tu wa akili yako. <laughs> Mm, yaani akifikiria mapenzi tu, akifikiria wewe kondo, inakuwa hivi. Kwa sasa kama huyu huyu wa Kigoma sawa, ameroga bana. Kwa huyu ba. mteja akifikiria kunyoa aje kwangu, uko mteja anafikiria kunyoa, anataka aende kwa huyu ni mshikaji wa Kigoma, lakini anagundua kuwa huyu wa Kigoma anyoi vizuri. Sasa kuna mshikaji bana, ndio Paulo ananyoa vizuri kwao. Dawa pia inaendana nani, na utendaji wa kazi, unatakiwa dawa utumie, hizo dawa za ku wateja, lakini pia ufanye kazi vizuri. Ukifanya kazi vizuri, fanya kazi unawatejuwekwateja okay, msingi mguundo ukoaplazima zingatie mm, kwa huyo Paulo anaweza na yeye akafanya hivi, na yeye pia ana hiyo dawa pia ya kuattract watu mm. Sasa kama ana hiyo dawa, maana yake wewe ukiwa tu bomba mbili sasa hivi ukitaka tu kunyoa, kitu cha kwanza unamfikiria Paulo, na ukiwa unamfikiria Paulo unafikiria pia Paulo ananyoa vizuri

Sasa, sasa ndio ukisikia uchawi mzuri, ndio hapa hapa. Yani anaroga lakini wewe mwenyewe unaenjoi kurogwa. Kama mi, kuna siku nipozangu pale wai ipozangu pale Mombasa, sawa, nimeenda mbuchani, nimeona kuna bucha pale. Sasa moja kati ya mabucha yaliyopo pale mtaani, ukiingia tu mlango wa kuingilia, ukigeuza tu yani, ukigeuza kuangalia mlango kwa ndani s fanokama ingopale, unakutana na mbonge la mdoli. Hmm. Ki mika, nikaona, nikaona mdoli nikaona ule mdoli sio mdoli wa kawaida, kuna sehemu eh, uh. Sama, na pale kuna mabucha kama manne yamefatana fatana afu ukiangalia kama limeshonoshono

lakini mi la, nilivoona <laughs> la ni bwana ki ukweli, hata ile nyama mwanangu, vibe ya kula ni nilikula tu basi, lakini hata ile vibe sikuwa nayo kabisa. Kwa hiyo pengine labda hii nyama si anadondosha watu hivi, mtu anai nawekejeurii vileti mtu aliona ni hadi jamaa

dogo sasa anakuja kununua maandazi, akiangalia deli la Steve anaona mawe <laughs> mm. <laughs> deli, akiangalia deli la majirani mbale anaona maandazi. Kwa hiyo wateja wakija kununua yale maandazi hadi wamalize kwa majirani, ndo anaamia kwa nani, kwa Steve, ndo wanaanza kuyaona maandazi mara baada yao kumaliza, lakini kwa... mm. la lakini kwenye muda ambao, ah, majirani zake ndo wanawahi kumaliza, kwa sababu yeye, kwenye muda ambao wenzake bado wana maandazi mm. wateja wakifika pale, wanaona nini? Wanaona nini? mao sielewa. mm. <gay> kwao hivi vitu kweli, uh, nakubali, lakini yule jamaa aliweka hizi, nimeingia na siendi tena sasa. So, wanzu nikasema siwezi kuenda kunua pale, nataka manyama. Zimeisha mtaani, mtaani kote ziko tayari nisinunue nyama siku hiyo, na mimi mm. mm, ni mteja mzuri tu wa nyama, kwa sababu na mara nyingi tunanunua kilo nusu. Sasa kilo maana nyingi sana nunuake kama unaweza kupata friji maabada kujitafuta nilivyopata tu friji, nyama nyama lazima ninunua kilo mi. Ukifika tu nyama, juisi ni vitu ambavyo lazima uvikute nyumbani getu. Yani juisi kama usipoikuta leo basi ntapaga kesho au leo baadaye jioni ntaisaa mwana bwana, ndo vitu ambavyo wakanazingatia sana. Kwa hiyo ie sa, mshikaji mwanangu, mimi yani e, mtu unaloga ndio tunajua ki kwenye hizo biashara uh, watu wanaloga lakini usiwaonyeshe watu vile mtu anaekejelii viongozi wakubwa kama dsi kama huyu Rais Samia aliwa kwenye kile kipindi cha kampeni, akasema, najua waganga sahizi mtapata kazi, mtapata kazi sana, watu watakuja, lakini chonde chonde, sitaki lamli chonganishi kwa mtu kama ashindi yani, kama umeangalia una unaona kwa huyo hawezi kushinda, mwambie <laughs> <laughs> kwa wewe huto shinda, sio kama unakuja kumwambia kwa ila Samia pale ale wachana, kwa sio kama unamwambia kwa bwana, wewe utashinda vilii nini ni, lete hicho lete hicho na tapeli watu nitasikwa kwa kishindo wanaleta vurugu kwa mtu nyingi. Mmepewa uwezo wa kuona kwa huyu atashinda, basi mwambieni kwa utashinda. Kama we utoshinda bana, bana, uchaguzi upande wako umekukalia ovyo, labda tupambane tu na wewe. Pambana kwa convince raia the rest. At least, you will win

hata mimi sikuchelewa sana kwa sababu nimefika saa kumi na mbili si na dakika tatu kama sio tano nitaka nikupigie kwaa, nimefika yaani siku hizi foleni sio kubwa, kamata kamata eh, eh chapa,

polisi na kulikuwa na msafara wa mahakama wa magereza, magereza polisi, sisi tulikutana nao hapa Vingunguti, wesogea kelele kibao, avaibwanafoka sio poa barabara.